Jeshi la polisi mkoa wa Tabora linawashikilia watuhumiwa watatu kwa tuhuma za kutoa taarifa za uongo za kutekwa. Watuhumiwa wanaoshikiliwa ni Khadija Jimmy Murijo, huyu ana umri wa miaka 39, kabila ni Mpare ambaye ni mke wa Emmanuel Peter Mchali. Mtuhumiwa wa pili anayeshikiliwa ni Ashura Hussein Swalehe mwenye umri wa miaka 48, huyu ni Mnyamwezi na mkulima. Mtuhumiwa wa tatu anayeshikiliwa ni Vitus Joseph ana miaka 34, mkulima na mua. Watuhumiwa hawa watatu kwa pamoja walishirikiana kutengeneza taarifa ya uongo kwamba Khadija Jimmy Murijo ametekwa na watu ambao hawajulikani, na lengo lao ni kujipatia fedha. Walitengeneza uongo huu kwa lengo la kujipatia fedha kutoka kwa mume wa Khadija Jimmy Murijo na fedha ambazo zilitumwa ni shilingi milioni moja laki tatu themanini na tano elfu na mia nane ambazo zilitumwa kwenye simu ya Adija. Awali walieleza kwamba Adija alikuwa ametekwa kwenye kijiji cha Uyogo, kata Akiemba, tarafa ya Uliankulu, lakini katika uchunguzi wa polisi uliofanyika ulibaini kwamba mtumia huyu alikuwa amekwenda wilaya ya, ya Urambo katika kijiji cha Vumilia na watuhumiwa hao walikamatwa, na fedha hizi walikwenda kuzitolea katika wilaya ya Kaliua. Tunawashikilia kwa ajili ya uchunguzi na utakapokamilika watafikishwa mahakamani. Natoa onyo kwa watu wenye tabia za kutengeneza uongo waache. Uchunguzi unafanyika kitaalamu, tunao wapelelezi wabobevu kwenye eneo hili, na pale ambapo itabainika kwamba taarifa ambazo zimetolewa hazina ukweli, tutahakikisha kwamba hatua za kisheria zinachukuliwa dhidi yao. Mimi kwa jina naitwa Emmanuel Peter Mchali. Kapigiwa simu nikapokea akaniambia mimi nimetekwa. Wewe umetekwa, e? Wapi ulipo? Kasema huko niliko sijui. Niko kwenye jumba ambalo limepigwa bati halija limeezekwa tu halija wekewa milango wala madirisha. Mm. kidogo nikasikia sauti nzito. Lete hiyo simu. Akachukua ile simu, ananiambia hello bro tunataka utume hela milioni mbili. Kambia milioni mbili za nini? Au unataka tufanye show? Ile swali lile nikaona mm, hawa kweli inawezekana ni wateka sasa, kwa sababu ana na mtoto wangu anaye kule. Mimi ilibidi nikaambia nipeni muda. Wakaniambia tunakupa dakika nne. Nilichokifanya nikaenda polisi kwenda kutoa taarifa, jamani, kuna tukio hili limetokea, kuna mtu fulani ametekwa Ametekwa. Sasa mzee, e. mm. Ebu nenda kalale, haya maswala yanatakiwa masaa ishirini na nne. Mimi nikarudi kulala, lakini wakati huo simu zinaendelea kupigwa kwamba tunahitaji hela, tunahitaji hela. kufika tarehe moja ilikuwa siku ya Jumamosi sijui nikamuona bwana mmoja hivi anaitwa Maruru kaa amekopa hela sehemu laki tano, nami nikatafuta laki tano Jumapili asubuhi zikatumwa hizo laki tano, jioni katumwa laki tano, ndio ikawa milioni. Hicho ndio ninachokifahamu e. Mimi naishi naye kama mzazi mwenzangu, yani natunza kitoto kile alicho nacho, sio kwamba naishi kama mke. Yani mimi nashinda kwangu, siku nikiona naenda naenda pale, napeleka huduma. Kilichofuata ni kuruhusiwa kule kurudi, eh, akarudi nyumbani, watoto wake wakanipigia simu, baba, mama karudi. Haya, nitakuja kumuona kesho. Siku iliyofuata siku ambayo ndio ilikuwa Jumatatu asubuhi, nilienda kwake pale, kaenda kumjulia hali tukiwa na bwana mmoja anaitwa Dula, kaenda pale tukamjulia hali tukakuta, kwa kweli hali sio nzuri, ana sheki. Sasa siwezi kujua kama kule kusheki ni kuigiza au vipi, mimi sijui basi tukamjulia hali, baadaye si tukatoka, aliniambia kwamba alikuwa anapigwa mabanzi na ku, kwamba kula alikuwa hali naona, alafu akiambiwa naomba maji analetewa mikojo. Ndiyo maelezo aliyokuwa ananieleza. Yani ushiriki wangu ni kama kawaida, kodi ya nyumba nalipa, bili ya umeme nalipa, bili ya maji nalipa, e, na matumizi anapewa. Zaidi ya hapo, labda kwenda lingine. Sasa siku hiyo tu mimi nilishtukia kwamba simu imepigwa imepigwa kwake, akaniambia mwenzangu mimi tunaitwa kwa mkoa mkoa. Nikamwambia ah, twende, nikamleta mpaka hapa e, akaeleza mwanzo mwisho, ndio akamuuliza kwamba unaweza kutupeleka kwenye eneo la tukio na ukatuonyesha ukatu, ukatu akasema nitawapeleka pale waliponiachia, waliponiterekezea, yani kwamba mimi nakuleta hapa sasa, nakufungua, fuata njia hii utakutana na barabara pale, ndo alipotupeleka akawa ameniuliza hivi, kesho vipi, utakuwepo nyumbani? Nikamwambia nitakuwepo, kwani vipi? Akaniambia wifi wangu, nimekumisi nataka, je, nikusalimie. Nikasema sawa wifi wangu, karibu. Nimeona wifi wangu kafika, tukapokeana vizuri. Baada ya kuwa amefika, nikakaa kwenye kochi. Baada ya kuwa nimekaa, akaniambia hivi, mimi nimekuja bwana, shida kubwa ni mzazi mwenzangu, babake na kakatoto, kwa sababu alikuja na kakatoto kana takriban miaka mitatu kuelekea minne, kakike ni ni, akanambia babake na huyu mtoto bwana, mimi ananizingua sana kwenye maisha, nina takriban miaka minane naishi naye, lakini hajanifanyia chochote kile kwenye maisha yangu. Sasa mimi nataka nitengeneze hii issue nipate hela, kwa sababu mume wangu ana hela, maana ni mstaafu wa jeshi, ni mwanajeshi alikuwa hapo Tabora, kaisha staafu. Sasa ana hela, mwaka jana tu tumeenda Dar es Salaam tumechukua hela zaidi ya milioni thelathini, lakini hajanifanyia chochote kitu kwenye maisha yangu sasa mi nikaona hapa nifanyeje? Kila nikimwambia, anachonijali sana ni kwenye huduma ya kodi ya nyumba, bili ya umeme, labda nakula, lakini kwa mengine wala hata hanijali. Yani kama tampata mkaka mwenye uwezo wa kusema, ambaye hawezi kuteteleka kwenye simu, ampige mkwala huyo mbaba, kwa sababu huyo mbaba anamfahamu, ni mdhaifu kwangu, ananipenda na anapenda mtoto wake, hata kubali niangamie, ni lazima ila atatuma. Nikamza, unataka utumie shingapi? Akasema, mi nikitumia milioni mbili Kasi imeisha mi naondoka. Nikamwambia wifi, milioni mbili yote mtu kanaeza aka kutumia kama ndo mume wako? Sa nina uhakika zipo, ndo maana anasema milioni mbili Bahati nzuri imefika kijiweni, kuna mkaka anafamiana naye waga nanita ma mdogo, nikamuita, anaitwa Vitus. Siuyo kaka, nikamwambia Vitus, nakuomba nyumbani kwangu, nina shida. Kweli yule kaka kaingia ndani. Baada ya kuingia ndani, yule kaka mida tunakula, nikamuuliza wifi vipi Ratiba zako zimekaaje? akaniambia ziko zinatiki. Kaka kakubali kasema atanisaidia kupiga mkwawa, nikamwambia mm, haya sawa. Nimerudi kwenye mishemishe zangu, yapata kitu kama kwenye saa kumi hivi, wifi akaniambia, hivi wifi, muamala umesoma? Nikamwambia, eee, niambia wifi yangu, umesomaje? nimetumiwa laki tano. Umetumiwa laki tano na kaka ambaye ndo baba Nema, ambaye ndo mzazi mwenzie, kaniambia anitumie laki tano. Nikasema sawa, haina shida. Tumemaliza kula, wifi yangu ananiambiaje, wifi muamala wa pili umesoma, imetumwa laki tano nyingine. Nikamwambia, hivi wifi yangu, kwa mimi binafsi, kwa sababu ulikuja kwa niaba ya kutafuta tu hela ili upate hela ya maisha, kwamba mume wako anakusumbua, hiyo milioni moja mimi naona kama vile inatosha. Chukua hiyo milioni moja yako, akafanya mambo yako, maisha mengine yaendelee. Akasema, kweli wifi, mimi mwenyewe saizi nafanyaje, naondoka. Nikamwambia sawa.